Nini ambacho kilikugusa kwa Pipi Jojo, kuachana na masuala mengine ya kiuchumi, mambo mengine ya kifamilia, lakini kwenye swala la mziki, nini ulikiona kwenye mziki anaofanya? uliona nini kikubwa kwake? Okay, nilimpa nafasi ya kwenda studio nione uwezo wake. Baada ya kuniletea nyimbo alizofanya nikasema, yeah, ana nina sababu ya kumsupport okay. Very simple. Hivyo tu. Yeah. Yani, alivoniletea nyimbo zake ikaona kuna sababu za mimi kumsupport. Vipi ambao wanaweza kazana laba pengine kuna mengine ya ziada? Ah uh, kama yapi? Ya ziada tu hapa na pale kwamba anajui chifu bana si unajua laba pengine laba ni mtoto wa kike na nini na maana mkutoa fursa hii adhimu na vitu, na vitu kama hivyo. Mtoto wa miaka 16 mimi nampeleka wapi? Ajamaliza bado kunyonya. Mtoto bado. Okay, hmm. Okay, so nimeona ukijaribu kuwarudisha ma brother kundini wengi ambao walikuwa wamepotea, tunaona zile ambavyo una participate nao kwa pamoja. Labda nini ambacho kinakugusa chifu, kwa nini unafanya hivi? Nini una return, ikoje kwa namna moja ama nyingine? Mtu anakipenda kufahamu, labda inawezekana vipi chifu akawarudisha hawa watu kundini na nini, kwa kwenye mstari ule unyooka na nini, uweze kufanya muziki vizuri na kushirikiana na watu kama kina Mr. Tisha na vitu kama hivyo. Je, return yako unapata nini hasa, mtu alitaka kufahamu, labda kwa namna moja ama nyingine. Okay, mimi siwezi kupata return kwenye muziki. Cha kwanza yani hakuna kitu ambacho ningeifanya ndani ya muziki kikaniletea hela. Yani, e, so mimi nafahamu kabisa kwamba una watu ambao wanakufuatilia wewe wa nje ya Tanzania, labda tutegemee kolabo kwa wasanii ambao wanasema labda anakenda Don Jazz huko Nigeria na nini kupitia Pipi Jojo sio wanaosimamiwa na Don Jazzy. Hata tukimtaka Don Jazzy mwenyewe tunamweka, yani sisi, hela ipo, tuna kila kitu, tuna uwezo. msanii ndo ana vipaji eh? Eh, sasa kuna shida gani? sio Don Jazzy, mi nikimtaka, hata Davido nikimtaka, Wizkid nikimtaka, chochote anakaa, yoyote yule unayemjua wewe yo, yo, kwa sababu kinachotaka sini hela na hela ninayo, so what is next kwa upande wa Pipi Jojo, kinachofanya kazi ni pesa na sio kipaji. Kipaji kipo, ndo maana nimekwambia, kuna kipaji alafu kuna hela, kwa sababu kipaji peke yake hakiwezi kupasipate bila hela. Vipi kwa A list ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa Tanzania, labda tutarajie kolabo zozote kutoka kwa kwa Pipi Jojo na wasanii hao, kwa sababu tunaona wengi ukiongozana nao kwa pamoja sasa hivi? Okay, no comment, labda msanii mwenyewe akiwataka. okay. Mm. Lakini wewe binafsi, siwezi so, kumwambia msanii fanya muziki na fulani no Mm. So baada ya hapa sasa tutegemea sasa zile show za kibabe ambazo zitakuwa zinasimamiwa na Chief Godlove mwenyewe, nguvu yake wapi wapi na, wapi, tuuza, hapa, na pale za nguvu eh, kwenye, kwenye, kwenye, EP yake au hizi nyimbo zake ambazo ameziachia. We ni nyimbo gani ambao we ukiisikiliza kwa kweli unasema yes, hapa unasema eh, kwa kweli Jojo ameupiga mwingi <laughs> nyimbo zote I think. Kwa sababu nyimbo zote nazipenda yani, nyimbo zote kwa sababu cha kwanza ni msanii mpya, lakini cha pili kani surprise yani, unajua mimi ni ngumu sana kumsikiliza underground naweza nkasema yani, pia ana bahati kwa sababu mtu ambaye ndo kwanza sijawahi kumsikia, siwezi sijawahi kumsikia ndo namsikia, siwezi kumsikiliza. Lakini yeye nilipata nafasi ya kumsikiliza akanisimulia ya aa, kanisimulia historia ya maisha yake Nilivyoisikia uh, mi ni mmoja kati ya watu ambao napenda sana kusaidia watu, na unavyoniona ya maisha nilionayo leo, pesa nilizonazo ni kwa sababu nasaidia watu na Mungu ananisaidia mimi. Kwa hiyo hivyo, uh, yani, sina maneno mengi sana. Unajua ukishakuwa na hela uwezi kuwa, kuwa na maneno mengi. Umeonekana ukiwa unahusifia sana na kufagilia mziki wa live, hata hata naona baadhi ya producers zako. Cha kwanza unatakiwa ujue, Pipijojo meneja wake uh, ni producer maarufu ambaye ni yupo sasa hivi karibia miaka mingapi bab, miaka kumi na tano yuko ndani ya game, kwa hiyo anaujua mziki vizuri. Kama ningempa msanii kwamba oya msimamie, yani Mr. Titch nimempa msanii amsimamie. Kama angekuwa hana uwezo asingekubali kumsimamia umeona? kwa hiyo angekuwa butu huyu, <laughs> usingekubali kumsimamia. Hiki ni kipaji Elewa afu sinaona mwonekano tunasapoti aio, mwone mwone mwone, mwonekano tu. huyu ana nuksi, kwa sababu ndo kwanza bado ana miaka kumi na sita babu, mimi ni hila Asu, au <laughs> <kum> <laughs> <laughs> <nu> <laughs> moja, umeona mtoto nu nuksi. ni kina nani ana nuksi, babu? Tanzania nzima hakuna mtu ambaye amjui huyu mtoto, ndani ya siku moja utasema ana nuksi una vipaji vingine unaweza ukamsapoti mtu mwaka mzima unampeleka aendi, uh, umeelewa. Lakini yeye hey, umegusa tu umeweka tu yani kama vile unavyopiga, unavyopiga chula teke kaondoka. Labda pengine labda mekanizmu ambao umetumia kuthibitisha kwamba huyu ni msanii ambaye rasmi anaanza kazi zake kwa kuachia ngoma na IP kubwa kama hiyo, ngoja nikwambie kitu kwanza. Kwanza mi nishakwambia tu kama mwanzo, mimi mziki hauwezi kunipa hela, yani ni uongo konachofanya ni sapoti ya kwamba sasa msanii wangu hebu nenda pale, ukifika pale utan